Mambo ya Ngozi ni mpango mpya wa FDA wa kukusaidia wewe kutambua na kuepuka viambata hatari katika bidhaa za kung'arisha ngozi. Bidhaa za kung'arisha ngozi zinaweza kutumika kung'arisha au kurekebisha hali ya ngozi isiyosawazisha kwa hali kama vile madoa meusi, chunusi au makunyanzi. Zinaweza kutangazwa kama krimu zinazofifia, ajenti za upaukaji au maganda ya kemikali. FDA imepokea ripoti za madhara makubwa yanayosababishwa na matumizi ya bidhaa za kung'arisha ngozi zenye hidrokwinoni au zebaki. Wateja hawapaswi kununua au kutumia bidhaa za ngozi zenye hidrokwinoni bila maelekezo ya mtoa huduma wa afya aliyeidhinishwa. Na watumiaji hawapaswi kutumia au kununua bidhaa za ngozi zenye zebaki, kwa sababu kukaribia zebaki kunaweza kuwa na madhara makubwa kiafya, na FDA imepiga marufuku matumizi ya zebaki katika bidhaa za kung'arisha ngozi. Jua kilicho katika bidhaa za ngozi yako kwa kuangalia orodha ya viambata kwenye lebo za bidhaa. Zungumza na mtoa wa huduma wako wa afya kabla ya kutumia bidhaa ya kung'arisha ngozi. Pata ukweli wa ngozi kwa kutembelea www.fda.gov mkwaju Skin Facts.